Mahakama Kuu Masjala Ndogo Dar es Salaam imelikataa ombi la Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu la kutaka apewe dhamana. Lissu aliwasilisha hoja hiyo leo Ijumaa, Oktoba 24, mwaka 2025, baada ya Jamhuri kuomba kesi iahirishwe kutokana na kutokuwa na shahidi kwa siku ya leo. Awali, Jamhuri katika kesi hiyo ya uhaini inayomkabili Lissu, iliomba iahirishwe mpaka Novemba 3 mwaka 2025 kwa kuwa leo hawana shahidi kesi hiyo inayosikilizwa Mahakama Kuu Masjala Ndogo Dar es Salaam na jopo la majaji watatu linaloongozwa na Jaji Mfawidhi wa Mahakama Kuu Iringa, Dunstan Ndunguru akishirikiana na majaji James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde ili ilitarajiwa kuendelea kusikilizwa leo Oktoba 24 mwaka 2025. Hata hivyo, jamhuri imeeleza mahakama kuwa kwa leo hawana shahidi, kwa kuwa mashahidi waliokuwa wanafuata kutoa ushahidi wao unaohusiana na vielelezo vilivyokataliwa Oktoba 22 na 23, mwaka 2025. Vielelezo hivyo ni vihifadhi data, yani, flash disk na memory card zenye picha mjongeo yenye hotuba ya Lissu yenye maudhui yanayodaiwa kuwa na maneno ya kutishia serikali ambalo ni kosa la jinai. Wakili wa serikali mkuu, Lenatus Mkude amesema kuwa kwa kuwa leo ni siku ya mwisho ya kikao cha usikilizwaji wa kesi hiyo basi wanaomba kesi hiyo iahirishwe chini ya kifungu cha mia tatu na mbili cha Sheria ya Mwenendo wa Mashauri ya Jinai yaani CPA mpaka Novemba tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano kama ratiba ya usikilizaji kesi hiyo inavyoonyesha. Hata hivyo, Lissu amepinga ombi hilo akisema sababu iliyotolewa na upande wa Jamhuri haina msingi na akaiomba mahakama kuamuru upande wa mashtaka ulete shahidi ili kesi iendelee. Amedai kuwa baada ya vielelezo hivyo kukataliwa hakuna kesi tena na kwamba hakuna ushahidi mwingine wa kuthibitisha shtaka hilo. Akaiomba mahakama hiyo kwamba kama inakubaliana na ombi hilo la jamhuri na kutaka kesi iahirishwe, basi impatie dhamana kwa mujibu wa kifungu cha mia tatu na mbili mbili cha CPA, lakini wakili Mkude na wakili wa Serikali mkuu na Soro Katuga wamepinga hoja ya maombi hayo ya Lissu kutaka kupewa dhamana wakidai shtaka linalomkabili kisheria halina dhamana. Akitoa uamuzi wa mahakama, Jaji Ndunguru amekubaliana na maombi na hoja za Jamhuri, akisema kuwa sababu ya ombi la ahirisho ni la msingi na la kisheria. Pia amesema ingawa kifungu alichokitaja Lissu kuomba dhamana kinatoa mazingira lakini sababu ya hairisho iliyotolewa ni ya kisheria, na kwamba pia shtaka linalomkabili halina dhamana. Na nukuu, kwa kuwa leo ndio mwisho wa session, yani kikao hii, shauri hili linaahirishwa mpaka Novemba 3 mwaka 2025 kama cause list, yani ratiba ya mahakama ya usikilizwaji kesi hiyo inavyoonyesha. Alimaliza Jaji Ndunguru. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa zaidi.